Kwa majina anaitwa Dkt. Josephine Rogath Laswai, daktari bingwa wa magonjwa ya moyo hapo Hospitali ya Muhimbili tawi la Mloganzila. Nafanya kazi katika idara ya magonjwa ya ndani. Katika kuadhimisha hii wiki ya magonjwa ya yasiyoambukiza, napenda kutuongelee zaidi kuhusu tabia hatarishi ambazo zinaweza zikampelekea mtu kupata magonjwa ya moyo. Awali ya yote kum, kabla tujaongelea kuhusu magonjwa ya moyo, napenda tujue na tufahamu nini maana ya magonjwa ya moyo. Magonjwa ya moyo ni magonjwa ambayo, tukisema neno magonjwa ya moyo, hatumaanishi tu magonjwa ya moyo, tunamaanisha magonjwa ambayo yanatoka aidha, yamesababishwa kwenye moyo mwenyewe, au inaweza ikawa mtu akawa amepata stroke, bado hiyo tunaita magonjwa ya moyo, au mtu akawa amepata shida kwenye mguu, damu haijafika vizuri kwenye mguu, yote hayo kwa ujumla tunaita magonjwa ya moyo. Na kwa upande wa moyo wenyewe, magonjwa ya moyo inaweza ikawa kama ni mtu amepata hiyo heart attack kwa mfano, kwenye moyo. Kwa hiyo hayo yote kwa ujumla kitu kinachohusiana na kichwa, moyo na kwenye mguu, iwapo damu haijafika vizuri, tunaita ni magonjwa ya moyo. Sasa kwa kuangalia haya magonjwa ya moyo kabla mtu hajapata, vitu gani ambavyo vinaweza kumsababisha mtu akapata magonjwa ya mo moyo? Kitu cha kwanza mtu akiwa na ugonjwa kama wa pressure, magonjwa kama ya kisukari, au mtu akawa na tabia ya kutumia pombe au matumizi ya sigara au mtu akawa na unene ule uliopitiliza, tunaita inakuwa ni overweight au amekuwa obese kabisa, au mtu anakuwa sio mtu wa kufanya mazoezi, tunaita anakuwa physically inactive. Vyote hivi ni vihatarishi kwa mtu kupata magonjwa ya moyo. Vihatarishi kivipi? Kwa sababu tunapoongelea magonjwa ya moyo, tunaongelea tunaangalia zaidi undani kuhusiana na mishipa ya damu mishipa ile ya ateri. Sasa yote hivi visababishi ambavyo nimeviongelea, kinachotokea ni kwamba kwenye ile mishipa ya ateri ya damu ya mtu, aidha inakuwa nene, vinaenda kusababisha inakuwa ni nene sana, au inakuwa ngumu kiasi kwamba ule mshipa wa damu mwisho wa siku unakuwa mwembamba, mpaka inakuwa inashindwa kupeleka damu vizuri, damu safi vizuri, katika sehemu ya mwili wa mtu kwa mfano kama hivi vihatarishi vyote viki, vikiwepo, kwa mfano na damu ikawa haijafika vizuri kwenye moyo, mtu anaweza akapata ule ugonjwa tunaita heart attack, yaani mshtuko wa moyo. Iwapo mtu damu haijafika vizuri kwenye ubongo, mtu anaweza akapata stroke, ile ambayo damu inakuwa haijafika vizuri kwenye ubongo yaani kiharusi. Kama ikitokea ni kwenye mguu damu ndo matatizo yametokea haijafika vizuri kwenye mguu, ndo mtu anakuwa anapata kitu kinachoitwa ile damu inakuwa haijafika sehemu ya mguu, aidha inaweza kidole au sehemu kubwa ya mguu ikakosa damu na mwishowe kufa mpaka akahitaji mtu kuja kutolewa ile sehemu ya mguu. Dalili za magonjwa ya moyo ni zipi? Kama nilivyoongea hapo awali kwamba haya magonjwa ya moyo, hizi tabia hatarishi zina kitu kinachopelekea ni kupata kitu kinachoitwa atherosclerosis, ambayo matokeo yake ni kwamba damu inakuwa haifiki vizuri katika eneo husika. Kwa mfano, kama damu haijafika vizuri katika eneo la moyo, mtu anaweza kupata magonjwa kama heart attack. Dalili za heart attack ni zipi? Dalili za heart attack ndo zile mtu anaweza akapata maumivu makali kwenye kifua. Hayo maumivu yanaweza akaa yamesambaa hadi kwenye mkono, ambayo inaweza ikaanza katika hatua ya awali, inakaa chini ya dakika tano inapona, chini ya dakika tano inapona, baadaye inakuwa sivia kiasi kwamba inaweza ikakata zaidi like, ya nusu saa. Hapo ndo tunasema huyu mtu anakuwa amepata heart attack, anasikia kama vile anakandamizwa au maumivu makali ya kukandamizwa ambayo yanaelekea iza kwenye mkono huu wa kushoto, au inaweza ikaa ikaenda mpaka eneo la kitovu kwa juu, au ika maumivu haya yakawa yaka anasambaa mpaka karibu na kidevu cha mtu hapa kwenye shingo kushuka chini. Ikitokea ni kwenye kichwa, damu haijafika vizuri kwenye kichwa, tunasema mgonjwa amekuwa amepata stroke ambazo dalili za stroke ndo zile mtu anaweza ghafla tu akadondoka akapoteza fahamu, au akaonekana sehemu ya uso imeenda upande, au sehemu upande mmoja wa mkono na mguu haufanyi kazi vizuri, nazo hizo ni dalili nyingine kwa upande wa kichwa. Na tukija kwa mfano, damu haijafika vizuri kwenye miguu, ndio hilo, unakuta mtu eidha mwanzoni ataanza kusikia kama ganzi au maumivu makali au kama anawaka moto na mwisho wa siku baadaye ule mguu unaweza ukawa unaenda ukibadilika hata na rangi kuonyesha kwamba damu haifiki vizuri mguuni. Tatizo linapoendelea kuwa kubwa na damu inakuwa haifiki kabisa biguni, wengine wanaweza hata wakawa wanapata kidonda kinakaa muda mrefu bila kupona, na wengine kama damu imeblock kabisa haifiki vizuri hiyo sehemu ya mguu inaweza ikawa kwenye kidole au sehemu yoyote ikafa, mpaka ikahitaji kuondolewa. Hizo zote kwa ufupi tunasema ni dalili za magonjwa ya moyo. Sasa baada ya kuelezea hivyo, nini kinachotakiwa kufanya ili mtu aweze kujikinga na haya magonjwa ya moyo? Cha kwanza kufanya mazoezi, regular physical exercise, tunasema ufanyaji wa mazoezi kwa sababu mazoezi yenyewe kama mazoezi yana faida nyingi kwenye mwili wa mtu. Kwanza atasaidia kupunguza presha yako ya juu na ya chini. Mazoezi atasaidia hata ile insulin inayotoka mwilini iweze kufanya kazi kikamilifu inavyotakiwa, na kupunguza riski ya mtu kupata magonjwa ya sukari. Mazoezi kama mazoezi anaweza akasaidia katika mwili wako hata kupunguza hizi matatizo ya mtu kuwa na kolesterol nyingi mwilini kitu kingine ni kupunguza uzito uliopitiliza, kwa sababu uzito wenyewe ni riski ya mtu kupata magonjwa ya sukari. Hata ile insulini ambayo imetengenezwa mwilini inakuwa haina uwezo wa kufanya kazi inayotakiwa. Kitu kingine ambacho mtu anatakiwa afanye ni kuacha matumizi ya pombe. Pombe na yenyewe ni riski ya mtu kupata magonjwa ya moyo, na yenyewe inachangia katika mishipa ya damu kupata kupata mabadiliko na kupata huo ugonjwa. Haya matatizo yanaitwa atherosclerosis. Kitu kingine ni upande wa sigara, na yenye ni vizuri mtu akaacha matumizi ya sigara. Yote haya yana effect kwenye mishipa ya moyo ya damu, na kwa wale wenye pressure na sukari ni vizuri kutumia dawa. Kitu kingine ambacho mtu anapaswa kufanya ili kujikinga na magonjwa ya moyo ni mtindo wa maisha, katika kula vyakula Mfano, mtu anatakiwa hawe anakula vyakula ambavyo sio vina chumvi, upunguze chumvi kwa wingi. Kula vyakula ambavyo ni yale mafuta ambayo angalau mtu unaweza ukayatumia, kwa mfano kuepuka mafuta kama hizi mafuta yanayotokana na cheese, mafuta yanayotokana na nazi, hizi bata sio mazuri sana. Ni vizuri kutumia mafuta kama haya yanayotokana na olive oil ambaye anaweza ambaye ana low cholesterol, kwa sababu kitakachomsaidia ni kupunguza ile wingi wa mafuta mwilini, ambaye na yenyewe ni riski ya mtu kupata nini, kupata, yaani ni tabia hatarishi ya mtu kupata magonjwa magonjwa ya moyo. Kliniki yetu ya moyo kwa hapa hospitali ya taifa Muhimbili, tawi la Mloganzila, tunafanya kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa, kuanzia saa mbili asubuhi mpaka saa kumi.